TMDA, mamlaka ya dawa pamoja na vifaa tiba TMDA, inahakikisha usalama, haja ah, kwa taifa, maisha kwanza na haja bora kwanza na, TMDA, na TMDA. Karibu mpenzi mtazamaji wa kipindi cha TMDA na jamii, ni siku nyingine tena Mamlaka ya dawa na vifaa tiba naizungumzia, TMDA inakuletea mfululizo wa vipindi vyake vya uelimishaji vijulikanavyo kama TMDA na jamii. Ninayekukaribisha kutoka studio naitwa Gaudensia Simwanza na, Gaudensia na kualika uungane nami toka sasa mpaka pale nitakapohitimisha maji kama ambavyo ilivyoada, katika kipindi chetu cha TMDA na jamii katika studio, huwa tunakuwa tuna mada au tuna jambo letu ambalo tunapenda kwa pamoja tulijadili, ili mwisho wa siku na wewe uweze kujua nini TMDA inatekeleza kwa lengo la kulinda afya yako. Kwa siku ya leo, tutaangazia mafanikio ambayo yamepatikana katika kipindi cha miaka minne, kipindi ambacho ni cha uongozi wa awamu ya sita, uongozi chini ya Rais Samia Suluhu Hassan nini TMDA imetekeleza katika kipindi hiki. Na studioni tunaye mkurugenzi wa udhibiti wa dawa za binadamu na mifugo, naye si mwingine ni Dr. Yona Mwaruisi, ambaye yeye sasa ataanza kwa kutusalimia lakini pia kutueleza nini majukumu ya msingi katika kurugenzi hii ya dawa za binadamu pamoja na mifugo. Karibu sana mkurugenzi. Asante sana, ninashukuru ndugu mtangazaji. Ya, kama ambavyo ume Kuuliza ni kwamba kurugenzi ya udhibiti wa dawa ndio ina majukumu eh, jukumu lake eh, niseme kubwa la kwanza ni kudhibiti um, mipaka ndio, ili kuhakikisha kwamba dawa zinazoingia katika nchi yetu ni zile zenye ubora, usalama na ufanisi unaotakiwa na hii eh, kwa kiasi kikubwa ni kuhakikisha kwamba dawa bandia na zile ya tunasema zile duni mm. zisiruhusiwe kuingia na kuleta madhara kwa watumiaji. Lakini kazi nyingine pia ambayo tunaifanya sambamba na hiyo ni kusajili dawa, chanjo na vipukusi mm. vinavyotumika nchini. Lakini kazi nyingine pia ni kufanya kaguzi katika maeneo yanayojihusisha na biashara ya dawa, chanjo na vipukusi mm. Eh, lakini pia na viwanda vinavyozalisha bidhaa hizo. Ndiyo. Lakini pia huwa tunafanya kazi ya kufuatilia ubora, usalama na ufanisi wa, wa, wa, wa, wa, wa bidhaa hizo eh, katika soko na na ya mwisho pia ni ile sasa la, la kuhakikisha kwamba tuna tunadhibiti uingizaji hmm. na usambazaji wa, wa, wa dawa chanjo pamoja na, na vipukusi. Hongera sana kwa majukumu mazito ambayo, uh, yanayoonyesha namna gani umejipanga katika kutekeleza majukumu yako. Sasa katika maelezo yako nimeona umeongelea pia swala zima la usajili wa dawa za binadamu na za mifugo uh, na tunaongelea sasa kipindi cha miaka minne ya awamu ya sita ya Rais Samia Suluhu Hassan. Hebu tueleze katika eneo la usajili wa dawa za binadamu na mifugo. Nini mafanikio ambayo yamepatikana katika kipindi hiki? Asante sana. Kwanza labda niseme kilicho muhimu ni kuelewa nini maana ya usajili. Ndio. Eh, tunachokifanya kwenye usajili, ni lengo kubwa ni kuhakikisha kwamba tunapitia dawa zote zinazotarajiwa kuingizwa katika nchi yetu mm, ili tujihakikishie kwamba dawa hizo zina ubora, zina usalama mm -hmm. na zina ufanisi unaotakiwa. Kwa hivyo dawa zote ambazo ziko nchini lazima zimepitiwa, ni lazima mm -hmm. na kinachofanyika ni kwamba watengenezaji wanalazimika kuwasilisha taarifa mbalimbali kuthibitisha ubora wa hiyo dawa, mm -hmm. kuthibitisha usalama wa hiyo dawa, mm -hmm. na kuthibitisha ufanisi wake. mm -hmm. Kwa hiyo sisi tunachokifanya ni kufanya tathmini mm -hmm. ya hizo nyaraka mbalimbali ambazo zinaletwa na ushahidi ambao unakuwa umewasilishwa, ili tuweze kuchuja na kuhakikisha kwamba dawa bandia na zile duni zisije zikaingizwa na kutumika na wa, wa Tanzania. Kwa hiyo ndio kitu kinachofanyika kwenye muktadha mzima wa usajili. Sasa katika kipindi cha miaka minne hmm. tumefanikiwa kusajili dawa elfu mbili na mia nne. Na katika dawa hizo elfu mbili na mia nne, kati ya hizo dawa 273 mm -hmm. zimezalishwa na viwanda vyetu vya ndani. Viwanda vya ndani. Yes. Mm -hmm. Kwa sasa tukijumlisha na dawa tulizosajili kwa miaka mingine iliyopita mm -hmm. tumeweza kusajili dawa elfu nane mia tatu na thelathini na moja. mm hm. Haya ni mafanikio makubwa sana. Na ni mafanikio makubwa kwa sababu yanawezesha sasa mm. nchi yetu kuwa na wigo mpana wa dawa zikiwemo mm -hmm. zile dawa tunasema dawa muhimu kwa ajili ya matibabu ya magonjwa mbalimbali. Kwa maana upatikanaji wa dawa unakuwa sasa umewezeshwa sawa kabisa mm -hmm. Kwa maana yake ni kwamba hata msambazaji mkuu sasa wa dawa kwenye vituo vya afya vya serikali, hospitali za serikali anakuwa na wigo mpana wa kununua hizo dawa mm -hmm. Kwa inapunguza pia uh, makampuni machache kuweza kuhodhi soko na hivyo sasa kuweza kushusha hata bei ya nini ya dawa Maki. Hiki ndio kilio kikubwa ambacho tutakiangalia. Kwa hiyo ni mafanikio makubwa sana, lakini vilevile katika hizo dawa lf mm. tukijumlisha kwa kipindi chote viwanda vyetu vya ndani mm. Mm. tumefikisha jumla ya dawa 990. Kwa hiyo unaweza kaona sasa ni maendeleo makubwa mm. kwamba hata viwanda vyetu vya ndani mm. vina mchango mkubwa. Uhum. Na hii ni kitu cha msingi sana katika kuhakikisha kwamba tunapunguza utegemezi kutoka eh, uagizaji kutoka nje ya nchi. Kwa hiyo ni kitu cha msingi sana na ni kazi ambayo tutaendelea kuifanya kwa uaminifu na ufanisi wa hali ya juu ili kuhakikisha kwamba mlaji au mtumiaji wa dawa anapata dawa zenye ubora na usalama na ukubalika. Daktari, uh, kama nimekufuatilia uh, ulipokuwa unaeleza majukumu pia uliongelea na masuala ya udhibiti katika vituo vya mipakani. Sawa, sawa. Na tunaongelea mafanikio haya cha, uh, ya miaka minne katika kipindi hiki cha serikali ya awamu ya sita inaongozwa na rais wetu Samia Suluhu Hassan. Hebu tuangalie ni kwa kiasi gani sasa hii mipaka imewezesha katika kusaidia uh, kupunguza dawa duni na bandia au kwa kiasi gani tumeweza kuzikamata dawa duni na bandia? Asante sana. Kwanza labda niliweke vizuri ili tuweze kulielewa vizuri. Ndiyo. Tuna vituo vya forodha mm. au mipaka thelathini na mbili katika nchi yetu mm -hmm. lakini sio vituo vyote vya forodha vinaruhusiwa kuingiza dawa au chanjo au vitukusi mm. Kuna vituo rasmi kumi na sita ambavyo ndivyo hivyo vimeruhusiwa kulingana na kanuni na sheria zilizopo kutumika kuingiza dawa na chanjo katika nchi yetu o mm. Katika hivyo vituo vya forodha kumi na sita, mamlaka ya dawa na vifaa tiba imeweza kuweka wakaguzi wa kuhakikisha kwamba shehena za dawa za chanjo za vipukuzi zinazopita katika mipaka hiyo inakaguliwa kwa masaa 24. Kwa hiyo hiki ni kitu cha msingi sana katika mm -hmm, kuhakikisha kwamba tunazuia uingizaji wa dawa duni na bandia katika nchi yetu mm. na ili dawa iweze kuingia katika nchi yetu ni lazima iwe na, na kibali ambacho TMDA inatoa ambacho TMDA inatoa mm -hmm. Sasa katika kipindi cha miaka minne tumeweza kutoa jumla ya vibali eh, takriban tatu vya kuingiza mm, eh, bidhaa hizi katika mchanganyiko hizo dawa. Yes. Mm -hmm. na ambavyo, eh, kwa ujumla vina thamani ya eh, dola za Kimarekani bilioni mbili, kunaweza kaona ni fedha nyingi ambazo Mbaza. kwa kweli eh, zimetumika ku, kuingiza bidhaa hizo za dawa katika nchi yetu. Kwa hiyo eh, na tukienda sasa katika kuhakikisha kwamba dawa duni na bandia haziingii katika nchi yetu, tumefanikiwa tume, tume kwa kiasi kikubwa, kwa sababu kiasi cha dawa duni na bandia ambacho tumekikamata mm. hakizidi asilimia moja. Haya ni mafanikio makubwa sana, na niseme mtangazaji, hiyo mm. asilimia moja ndivyo ilivyo hata katika nchi zilizoendelea, ukiangalia duniani kote, Mm -hmm. Ukiangalia katika nchi zilizoendelea kama Marekani na wenyewe wanazungumzia asilimia moja hiyo. Kwa hiyo ni mafanikio makubwa sana uh, kama nchi kwa kweli uh, kufikia katika hatua kama hii. Hakika ni mafanikio makubwa kama ambavyo uh, Dr. Yona ambaye ni mkurugenzi wa udhibiti wa dawa za binadamu na mifugo kutoka TMDA ambavyo amekuwa akieleza. Na kama ambavyo tunaendelea kutufuatilia, mtazamaji, tuko ndani ya TMDA na jamii na kwa siku ya leo tunaangazia mafanikio ya miaka minne ya awamu ya sita ambayo inaongozwa na Rais wetu Samia Suluhu Hassan katika masuala mazima ya udhibiti wa dawa za binadamu na mifugo. Dokta uh, umeongelea pia masuala ya ukaguzi katika maeneo mbalimbali katika kipindi cha miaka minne. Hebu tueleze, ukaguzi unafanyika kwa lengo gani? Lakini pia tumeweza kukagua maeneo mangapi? Labda ukaguzi wa maeneo na viwanda hufanyika hmm, kwa lengo la kuhakikisha mambo mawili au matatu kama ifuatavyo. La kwanza ni kuhakikisha kwamba dawa ambazo ziko uh, katika maeneo hayo ya biashara hmm, ni zile ambazo zimesajiliwa. Hilo hmm, la kwanza. Na mara nyingi sehemu kubwa ya dawa ambazo tunazisajili zinakuwa na namba maalum ya kuweza kuzitambua. Dawa zote, zote zinazosajiliwa zinakuwa na namba maalum ambazo kuonyesha kwamba dawa hiyo imesajiliwa nchini. mm -hmm. Kwa mkaguzi anaenda kwanza kujiridhisha kwamba dawa hii iliyoko katika Eh, labda katika farma, mm -hmm. iliyoko katika duka la dawa muhimu mm -hmm. iliyoko katika zahanati, iliyoko katika hospitali ni ile ambayo imesajiliwa. Tuna changamoto hiyo pia, a uingizaji wa dawa ambazo hazijasajiliwa na mm -hmm. kama ijasajiliwa, maana yake hatuna uhakika wa usalama wake na ubora wake. mm -hmm. cha pili ambacho tunaenda kuangalia ni kuhakikisha kwamba mazingira yanayotumika kuhifadhi hizo dawa mm, kabla hajapewa mgonjwa, mgonjwa au mlaji mm, yanakidhi matakwa ya utunzaji na usambazaji bora wa dawa. Mazingira kwa, katika hayo maeneo yote ambayo umeyataja katika, ambao hey, hey, mazingira hizo iwe ni hospitali iwe mm, ni pharmacy iwe ni duka la dawa muhimu kuna mazingira yanayotakiwa. Kwa mfano joto la utunzaji sehemu ile store mm, mm. namna zinazowekwa mle ndani, ili kuwezesha kuweza kutambua mapema kama dawa labda ni, ni dawa ambayo uh, imeisha muda wake wa matumizi e, au ni, ni, ni dawa ambayo kwa namna moja au nyingine labda imeharibika ime kwa namna yoyote labda imepoteza ile sifa ya ubora unaotakiwa. Kwa hicho nacho tunaenda ku, kuangalia tunapokwenda kukagua. Lakini lingine tunataka tujihakishie hata yule anayetoa huduma je, ni yule ambaye amesajiliwa na mabaraza yetu ya, ki, ya kitaaluma kwa sababu lengo letu ni kwamba mgonjwa akifika, aweze kupewa maelekezo sahihi ya namna ya kutumia na kutunza ile dawa ambayo anakuwa amepewa. Kwa hivyo ni mm, kitu cha msingi sana kinachofanyika katika kaguzi. Sasa katika kipindi cha miaka minne kwa upande wa viwanda mm, viwanda vya nje tumekagua viwanda 647. Hii ni mafanikio mafani makubwa sana. Ukigawa hapo tutaona kwamba kwa kweli kwa, okay. kwa wastani kwa mwaka ni viwanda vingi sana yeah? okay. karibu viwanda mia, mia, mia, mia mbili hivi, na inaenda kila... ina ina ni utaratibu wetu kila mwaka tunakagua idadi hiyo ya viwanda hivyo, ni viwanja, viwanda vya nje mm. lakini, kwa upande wa viwanda vya ndani tunatakiwa kuhakisha kila kiwanda cha ndani ya nchi kinakaguliwa angalau mara moja kwa mwaka kila kiwanda. Yes. Kwa hiyo mm. uh, vyote vilivyopo katika nchi yetu, ilimradi ni kiwanda kiko katika nchi yetu, lazima kikaguliwa angalau mara moja na, na lengo la kulinda afya ya jamii liweze kufikiwa kama ambavyo ndo dhima kubwa ya Mamlaka ya Dawa na Vifaa Tiba. Uh, Daktari, uh, pia umeongelea swala so zima la uh, ufuatiliaji wa usalama wa dawa ni kweli kabisa. Au kitaalamu wanaita pharmacovigilance. Sawa kabisa. Uh, nitamani pia kwa faida ya mtazamaji aweze kuelewa nini maana huu utaratibu, lakini pia utueleze, je, soko letu la uh, dawa, dawa ni salama kweli katika soko? Asante sana. Ni kweli kabisa kwamba uh, kama nilivyokuwa nimeelezea, moja ya jukumu letu kubwa ni kufuatilia ubora, usalama na ufanisi bidhaa hizi za tiba tunazozisimamia mm. Na hufanyika na chini ya utaratibu huo tunauita pharmacovigilance. Pharmacovigilance. mm. Na lengo lake kubwa tu ni kwamba wakati dawa kabla haijaingizwa katika soko na kusajiliwa, basi majaribio yake hufanyika kwa kundi dogo la watu. Kwa hiyo hili kundi dogo la watu linaweza listoe picha ya madhara ambayo jamii kubwa ya Watanzania ambao watakuwa natumia wanaweza wakafanya nini wakapata madhara hayo mm. kwa mamlaka ina mifumo mbalimbali e, ambayo inaitumia katika kuhakikisha kwamba tunafanya ufuatiliaji wa, wa bidhaa hizi za tiba na tunatumia tuna, kuna fomu e, mtu anaweza akatumia fomu akajaza akawasilisha, lakini pia tuna mifumo ya kielektroniki ambayo pia inatumika katika kuhakikisha kwamba tunakusanya taarifa hizi na lengo tu ni kwamba tukisha kusanya hizo taarifa basi tuweze kuzichambua kuzi, e, tutambue mapema kama kuna madhara makubwa, lakini vilevile tuweze kuyatathmini na kuona kama kuna uhusiano wowote na dawa au chanjo ambayo mtumiaji ameitumia. Kwa hiyo hiki ni kitu kizuri sana na ni mafanikio makubwa, na hata tunavyoendelea tunahakika kwamba tutaendelea kwa, kwa kweli tayari e, kulingana na rasimali ambazo tumepata tumetengeneza mifumo mizuri ya kuendelea kutoa taarifa. Mtoaji taarifa anaweza katoa kwa njia mbalimbali ambazo nimezielezea. <coughs> hili ni jambo la kujivunia kwa maana kwamba sasa hata watumiaji tunakuwa tuna imani na dawa ambazo tunazitumia, kwa maana kwamba tunauhakika nazo kwamba ni, ni salama. Asante sana daktari, nikirudi nyuma, wakati unaelezea majukumu ya msingi, pia uliongelea swala la majaribio ya dawa. Sawa kabisa. uh, kwa faida pia mtazamaji, tunapoongelea <coughs> majaribio ya dawa majaribio haya ni kitu gani, lakini pia uh, tunaongelea kwa nini mnayadhibiti, maana umesema mnadhibiti pia majaribio ya dawa, lakini pia kwa sababu tunaangalia pia kipindi cha hii miaka minne, tungeweza kujua pia idadi ya haya majaribio ni mangapi ambayo mliweza kuyadhibiti katika kipindi husika. Asante sana, ni kweli kabisa. Eh, mamlaka ya dawa na vifaa tiba TMDA huwa inafanya kazi ya, ya kudhibiti au kuidhinisha majaribio ya dawa yanayofanyika katika nchi yetu, na lengo kubwa tu e, sababu ni mbili. La kwanza ni kumlinda huyu mwananchi au binadamu ambaye anashiriki kwenye majaribio. mm -hmm. Kwa sababu dawa ambayo inatumika kwenye majaribio ni dawa ambayo bado haijaruhusiwa kuanza kutumika, kwa hiyo ni lazima tumlinde huyu ambaye anashiriki katika majaribio, lakini la pili ni muhimu vile vile kufahamu hata hiyo dawa ambayo itatumika katika majaribio, ili tuweze kupata picha halisi imetengenezwa wapi, ina ubora gani, ili kuweza kuzuia sasa huyu pia huyu ambaye atakuwa na shiriki asiweze kupata madhara. Lakini tuelewe vile vile kwamba majaribio ya dawa ni chanzo muhimu sana cha kupata dawa ambazo zinatumika kutibu magonjwa mbalimbali ikiwemo hata magonjwa yale ya milipuko navii, tunaelewa magonjwa ya milipuko ambayo tunaipata nafi tunai, tuna, tuna, tuna ufahamu mkubwa mm. Kwa hiyo katika kipindi hiki cha miaka minne mamlaka imeidhinisha maombi hamsini na sita kati ya maombi sabini yaliyokuwa tumepokea tumeidhinisha maombi hamsini na sita ya majaribio ya dawa na yaligusa katika maeneo mbalimbali. Kuna majaribio yanohusiana na dawa, kuna mm. majaribio yanohusiana na vifaa tiba, kuna majaribio yanohusiana na chanjo. Kwa hiyo hayo yote tume, tumeweza kuyafanyia kazi, na kwa kiasi kikubwa sisi tunapos, e, tunaposimamia a, taratibu za kuidhinisha njia mbalimbali mm. tunashirikiana kwa kiasi kikubwa na wenzetu wa taasisi e, ya NIMR mm. ambayo inasimamia e, masuala yale ya ya yeah, yeah, ethics. Kwa hiyo tunashirikiana kwa karibu sana, kwa hiyo wao wanatoa kitu tunaita ethical clearance, na sisi tunatoa hicho kibali cha kufanya majaribio. Nikushukuru sana daktari, labda kwa sababu ya muda pia, hebu tuangalie haraka haraka, wakati unajibu swali kuhusiana na masuala mazima ya udhibiti wa uh, soko, ulizungumzia sana kuhusiana na viwanda na naamini unaongelea viwanda vya dawa za binadamu na mifugo. Hebu tuangalie TMDA ina mchango gani sasa katika kukuza sekta ya viwanda nchini, lakini pia katika kipindi hiki cha miaka minne ya awamu ya sita chini ya Rais Samia Suluhu Hassan, nini kimefanyika? Asante sana kwa, kwanza ni, niseme mamlaka yoyote ya udhibiti duniani ina mchango mkubwa katika kuvilea na kuvikuza viwanda vyake vya ndani hmm na TMDA ni moja ya taasisi hizo za udhibiti. Kwa kazi kubwa ambayo tunafanya ni kuhakikisha tunatoa msaada wa kitaalamu kwa wawekezaji wote wanaojitokeza kuwekeza katika eh, katika sekta hii ya bidhaa za tiba. Mm. Kwa kuanzia hatua ya awali kabisa akiwa amechagua ni eneo gani anataka kuweka kiwanda chake lakini vile vile katika suala zima la kupitia na kuidhinisha michoro, mm. Kufanya zile tunasema kaguzi, e, wezeshi. Mm. Eh, sio ule ukaguzi sasa, mm, wako, ili kuhakikisha kwamba toka anaanza anajenga msingi wake mpaka anakamilisha lile jengo hadi ili aweze kufika kwenda vizuri kwa sasa tunavyozungumza, ambayo hatukuwa nayo huko nyuma katika mm, kipindi cha miaka hii minne ambapo sasa sambamba na hivi viwanda sambamba na hivi viwanda mm. viwanda vyetu vya ndani si tu vimezalisha kwa ajili ya soko letu la ndani mm. lakini vimekuwa na vimeanza sasa na venyewe kuuza kwenye masoko ya nchi jirani, nje ya nchi yetu. Kwa vile wei, sisi tunauza nje, na sisi viwanda vyetu vinauza nje ya nchi. Na haya ni mafanikio. Na katika miaka hii minne tumetoa vibali 685. Mhm. hntano -hmm. vibali hivyo thamani ya dawa ambazo tumeuza nje ya nchi vina mm. thamani ya dola za Kimarekani milioni 400. Kwa kweli haya ni mafanikio makubwa sana sana kwa serikali yetu mm. Na ninakumbuka mtangazaji, nia katika hili mm. Mheshimiwa Rais amekuwa akielekeza kwamba ni vizuri kama serikali mm. tuhakikishe tunaweka mazingira wezeshi ya kuhakikisha nchi yetu haigeuki kuwa soko la bidhaa kutoka nje ya nchi. Mm. Na sasa viwanda vyetu vimeanza kutekeleza hilo. Huu ni mwanzo mzuri na tunaamini kwamba uwezo wa viwanda vyetu kuzalisha na kuuza nje utaendelea kukua sambamba na sisi kuweka mazingira mazuri ya viwanda vyetu kuweza kufanya biashara. Asante sana, Dr. Yona na tukiwa sasa tunakaribia pia mwishoni niulize tu kwa, kwa faida ya mtazamaji. Uh, nafahamu kwamba mamlaka ya dawa na vifaa tiba imefikia ngazi uh, ya tatu au tunaita maturity level 3 so, ya shirika la afya duniani katika mifumo ya udhibiti wa dawa. Sasa hii ina maana gani na inamsaidiaje mwananchi kuhusiana na kufikia maturity level 3? Karibu. Asante sana. Kwa kweli swala la kufikia hiyo ngazi ya tatu mm. ya shirika la afya duniani kwanza haikufikiwa kwa bahati mbaya mm. E, shirika la afya duniani kwa maana ya WHO walikuja kukagua mifumo yetu ya udhibiti wa mm -hmm. bidhaa za tiba. Hususan bidhaa za dawa hmm. na kaguzi hizo zilifanyika na mwaka elfu mbili na kumi na nane, nchi yetu ikawa ya kwanza barani Afrika kufikia hatua hiyo ya ngazi ya tatu katika Afrika kao katika Afrika. Hmm. Tukizungumza Watanzania, katika eneo, kwa kweli tunatakiwa tutembee kifua mbele, na leo ziko nchi ngapi? na sasa tunavyozungumza mm. kuna nchi nane ah, kwa zimezidi kuongezeka yes, lakini hizi nchi nane nyingi ni zile ambazo sisi tuna mchango mkubwa kama ambavyo tulikuwa na mchango mkubwa kwenye masuala ya uhuru, tumekuwa na mchango mkubwa pia ndiye, katika udhibiti wa dawa katika bara la Afrika. Kwa hiyo kwa kweli ni mafanikio makubwa sana mm. lakini nini maana yake? Maana yake ni kwamba serikali yetu imewekeza vizuri katika mifumo ya udhibiti wa bidhaa za tiba. mm -hmm. Yaani shirika la afya lilipokuja likajihakikishia mm -hmm, kwamba Tanzania ina mifumo thabiti mm -hmm, ya kuhakikisha kuhakikishia Watanzania wanapata dawa bora, mm -hmm, dawa ambazo ni salama mm -hmm, na dawa ambazo zina ufanisi unaotakiwa. Kwa hayo pia, mtangazaji, kwa kweli ni mafanikio makubwa sana na tunaishukuru serikali kwa mara nyingine, kwa kweli, kwa kuendelea kuwekeza katika mifumo hii, na mpaka sasa ninavyozungumza, tunaendelea kushikilia hiyo ngazi ya tatu. Daktari, nini wito wako kwa mtazamaji na mwananchi wa Tanzania? Wito wangu kwa Watanzania kwanza kabisa ni kuendelea kutoa ushirikiano kwa mamlaka ya dawa na vifaa tiba. Sasa swali litakuwa katika maeneo gani? La kwanza ni kuendelea kutoa taarifa kwa wale wote ambao tunawaona, tunawahisi kwamba wanafanya biashara, niseme niite haramu ya kuingiza dawa duni, ya kuingiza dawa bandia, ya kuingiza dawa ambazo hazijasajiliwa. Lakini la pili ni kuendelea kuiunga mkono serikali katika kutoa taarifa za madhara yanayotokana na matumizi ya dawa na vifaa tiba, mm -hmm. Ili mwisho wa siku pale ambapo kuna madhara ambayo ni hatarishi kwa watumiaji, serikali iweze kufanya nini kuweza kuchukua hatua. Nikushukuru sana Dr. Yona Mwaluisi, mkurugenzi wa dawa za binadamu na mifugo TMDA, kwa muda ambao umekuwa nasi katika kuelezea mafanikio ya miaka minne ya awamu ya sita inayoongozwa na Rais wetu Samia Suluhu Hassan katika masuala mazima ya mifumo ya udhibiti wa dawa. Nikushukuru mtazamaji ambaye umekuwa nami toka mwanzo wa kipindi hiki hadi muda huu ninapoenda kuhitimisha. Mimi nakwambia tu mwisho wa kipindi hiki ni mwanzo wa kipindi kingine. Na ukiwa na swali, mawazo au dukuduku duku lolote usisite kutuandikia kupitia barua pepe ya info@tmda.go.tz au kutupigia namba ya, ya simu ambayo ni namba ya bure kabisa, mamlaka hii imelipia, na ni nambari 0800110084 ninaye kushukuru na kukuaga kutoka TMDA na jamii. Naitwa Gaudensi ya Simwanza, nasema kwa heri TMDA, mamlaka ya dawa,